Kwa miaka mingi sana TTA imekuwa ikifanya hizi programu za JTI hapa nchini Tanzania kwenye mikoa mbalimbali kwenye mashule mbali, mbalimbali lakini kwa sasa uh, tumeanza kwenye wilaya ya Temeke na tumeanza na shule ya msingi Kibasila. Leo ni wiki ya pili, uh, maendeleo ni mazuri, uh, la kwanza pia, na tunashukuru sana uongozi wa shule wametupokea vizuri, na jambo kama mnavyoona, jambo linaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo leo wiki ya pili tumeshaona kwamba mpaka sasa hivi tuna vijana kama mia mbili ambao tayari wameshiriki kwenye haya mafunzo ya wiki ya kwanza na wiki ya pili pia na. Lakini lengo uh, kwenye wilaya ya Temeke tupate shule zaidi ya tatu. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu na kwenye kila shule uh, tupate uh, wanafunzi hamsini um, wasichana na hamsini um, pia na wavulana, alafu baada ya hapo sasa, tutaangalia tra, wale ambao wako vizuri, tunachukua tunapea kwenye sentra za TTA wa ilimadi waende na mafunzo mengine. Tunatumaini miaka mbeleni uh, hawa vijana wa leo ambao tu, leo uh, tumeanza napo Kibasila watakuwa ni sehemu ya timu ya taifa tenisi ya Tanzania. Maana yake inamaanisha uh, kwenye timu zote zile za miaka 12, miaka 14 na miaka 16, pia na. Kwa hilo ndo lengo letu TTA, lakini pia tunashukuru sana tena sana BMT BMT, mpaka uh, hii programu inaanza, wamehusika 100% tumeshikiana nao sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la kushukuru sana. Tumefurahishwa sana kupokea programu hii ya mchezo wa tenis katika shule yetu, kwa sababu ni sehemu mojawapo ya mchezo ambao unaweza ukainua vipaji vikubwa sana kwa watoto. Kwa sasa mkufunzi um, ambaye tuko naye kwenye mchezo huu wa tennis ameweza kuwafundisha watoto kutoka hawajui kitu mpaka sasa hivi wana uwezo wa kurushiana, wana uwezo wa kucheza game Uh, katika mchezo huu na wakiwa na ujasiri, kitu ambacho hakikuwepo awali. Kwa hiyo nina matumaini makubwa sana katika mchezo huu, watoto hawa katika mchezo huu wa uh, tenisi kwa hapa shule ya msingi Kibasila, vipaji vingi sana vitaibuka na watoto watakuwa na, na future kubwa zaidi huko mbele, kwa sababu watapatapatikana watoto ambao wana uwezo wa kucheza mchezo vizuri zaidi kwa kiwango kikubwa kitaifa na kimataifa na wataweza kujikwamua kulingana na fursa zilizopo katika mchezo, maana ni nyingi kwa sasa. Kwao wana uwezo wa kujikwamua katika fursa nyingi sana za mchezo ambazo zipo. Nimejifunza jinsi ya kurusha mpira, maana, ni ku, kurusha mpira maana ni kwapo, siwezi kurusha mpira vizuri, lakini kwa mafunzo ya mkufuzi nimejifunza jinsi ya kupiga mpira vizuri, na, na, na, na imani tutakuja kufika mbali zaidi kwa mafunzo aliyotupa mkufuzi.